Kassim Majaliwa ameanza ziara ya kikazi ya siku tatu mkoani Ruvuma ambapo, ghala, ambapo atatembelea ghala la taifa la hifadhi ya chakula, hospitali ya mkoa wa Ruvuma na ofisi mpya za halmashauri zinazojengwa Peramiho, nje kidogo ya mji wa Songea mkoani Ruvuma. Taarifa zaidi na Hamza Mashule kutoka Ruvuma. Majira ya saa kumi na dakika ishirini alasiri waziri mkuu Kassim Majaliwa anawasili katika uwanja wa ndege wa Songea mkoani Ruvuma na kulakiwa na viongozi wa serikali wa mkoa pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi Kisha akaelekea ikulu ndogo ya Songea na kusomewa taarifa ya mkoa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Saidi Mwambungu, ambapo Mwambungu amesema mbali na mkoa huu kutegemea kilimo kama zao la chakula na uchumi, ambayo ni mahindi yanayolimwa wilaya zote, mpunga, kahawa na korosho, lakini wanajipanga kuhamasisha wawekezaji. Shughuli nyingine za kujiletea maendeleo zinazofanywa na, na, na wananchi mbalimbali wa mkoa huu ni pamoja na uchimbaji wa madini, biashara tumejipanga kushirikiana na wenzetu wa mikoa ya kusini, yaani Lindi na Mtwara. Katika ziara ya siku tatu ya waziri mkuu katika mkoa huu wa Ruvuma, atatembelea ghala la chakula la taifa, atafungua benki ya posta Tanzania, atatembelea hospitali ya mkoa na, na, na kuzungumza na watumishi wa hospitali, ofisi mpya ya halmashauri inayojengwa Peramio, nje kidogo ya mji wa Songea, na kuzungumza na watumishi wa umma. Hamza Mashore, TBC, Ruvuma.